Kuna kipindi Mungu akuhesabu wewe kwenye kuswali, kufunga, ufanye chochote. Miaka 15 Mungu ahesabu tangu umezaliwa mpaka umebalehe, kuna miaka kumi kalamu ya Mungu haikuhusu. Atoa katika hesabu nilizokupa. Wal asri, innal insana lafii khusr. Simele. Ngoja nirudie pale juu kidogo, pale juu ukilala kwa hesabu nilokupa masaa manane ndani ya miaka sitini kila siku unalala masaa kila siku basi utakuwa umelala miaka ishirini. We ukifanya kazi kila siku masaa manane ndani ya miaka sitini maanake umefanya kazi miaka ishirini. Sasa ishirini na ishirini ngapi? Arobaini. Ongeza na ile kumi na tano ambayo ya utoto wako, hamsini na tano aina no. kitu hiyo. Alafu miaka mitatu, miaka ya kula, jumla 58 katika miaka st ya nini? Ndo wamakhalaktu jinna wal insa illa liyabudun, sijamaumba majini na watu ila waniabudu. Unakwenda kwa Mungu, una na ibada ya miaka miwili. Na kweli unao miaka miwili wewe? Ujaangalia ubaya ubwela na wananchi, ujaangalia wewe Eh, umeangalia hujachoka, siku moja umemwameni, jiachie tu aimo kwenye kulala, aimo kisha. Huo mtandao wako hujaushika, unaokumalizia mabando sasa. Nakupaisha mwisho, ikiwa Mungu amekujaalia wewe, Mungu amekujaalia ndani ya miaka sitini tangu unazaliwa kutoka katika tumbo la mama mpaka unakufa, hujaacha swala hata moja. Umeswali miaka sitini swala tano, miaka sitini swala, na kila swala moja ikawa umebatika kuswali robo saa, robo hivi robo saa mara tano, masaa mangapi? Saa moja na robo mzima moja? Saa moja kwa hiyo kama umeswali hivyo miaka sitini, kila siku unaswali swala tano mpaka umekufa, hujaacha hata hii. Unajua umeswali miaka mingapi? mwaka mmoja na miezi sita. <tune>